Tunamwomba Mwenyezi Mungu atuamshe salama. Tarehe ishirini na tisa ni kesho kutwa tu, wiki tatu nne zinazokuja, atuamshe salama wote tuliojiandikisha tutoke, twende tukapige kura. Toka tumeanza kampeni, viwanja vyetu vinapendeza sana kwa mahudhurio makubwa sana. Sasa mahudhurio haya yakatoe jawabu kwenye masanduku. Wote tutoke kwa pamoja. Mabalozi mlioko hapa, ukitoka asubuhi, hakikisha kwenye nyumba zako watu wote wametoka kupiga kura. Wakuu wa maeneo mbalimbali mbali, hakikisheni watu wenu wamekwenda kupiga kura tukipiga kura kwa wingi, tukinyanyua CCM kwa wingi, wale wanaoitizama Tanzania kwa jicho jingine wataweka heshima sawa sawa. Wataweka heshima sawa sawa. La pili nalotaka kuambia ndugu zangu, msikubali kushawishiwa, msikubali kushawishiwa tukaharibu amani ya Tanzania, amani ya nchi yetu, msikubali hata kidogo. Wanaoshawishi wanapopa kwenda, nataka kuambia, ukitokea jambo kidogo tunawarudisha airport, passport zao mkononi, zina visa tayari, wanaondoka, familia zao haziko hapa wapo wao kuja kufanya fujo, kukikorogeka wakimbie wakaungane na familia. Sisi tunakwenda wapi? Ni hapa hapa Tanzania, na ndio maana wakisha koroga, wakikimbia tunawarudisha. Kama mmekikoroga kiripuke, wote tuko hapa hapa ndani, sio mripue alafu muondoke. Hapana, hiyo sio kwani. Waombe vijana wangu, watoto wangu, vijana wa Tanzania, msikubali hata kidogo, msikubali. Tokeni kapigeni kura, rudi nyumbani, subiri matokeo. Ninawahakikishia, ninawahakikishia usalama. Vyombo vya ulinzi vimejipanga vyema, kutakuwa salama, lakini na nyinyi wananchi, mutunze ule usalama. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu na washukuru tena wana Hai na wanasia, na washukuru tena, na naomba mtuombee tumalize safari hii vyema, ili tarehe ishirini na tisa tutiki, alafu tuone mengine yanayoendelea mbele ya safari. CCM oye! Kilimanjaro oye! si hana Hai oye! Oye! Oye! Oktoba Tarehe ishirini na tisa tunatiki, tunatiki, tunatiki na tunatikisa, si ndiyo? Tunaenda kutiki kwa rais, tunatiki kwa wabunge, tunatiki kwa madiwani kwa kishindo, na tunatikisa hai na si hao ye. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Asanteni sana ndugu zangu, asante sana haya. Punga mkono kwa mgombea, tumuage mama yetu.